Mgombea nafasi ya uspika kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali yote kwanza, nimshukuru shukuru chama changu cha mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuipendekeza jina langu kwenda kwenye caucus ya chama, na ni washukuru wajumbe wa chama cha mapinduzi kwenye caucus kwa kuniteua mimi kuja kuwakilisha katika bunge hili kama spika. Moja la ajenda zangu kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti a wa wajumbe, ni kuliunganisha bunge hili la wananchi la watu, kwa maslahi mapana ya watu likishirikiana na serikali na mhimili wa mahakama, ili tuwe taifa moja, taifa la amani, taifa ambalo linataka maendeleo na ustawi wao. Serikali chini ya Mheshimiwa Rais Samia kwa unyenyekevu mkubwa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 ili wananchi wetu waweze kupata hamu uhuru na starehe ya taifa lao kwa heshima na taadhima, naomba kura zenu katika hatua hii. Tulisema makofi yapungue kidogo, haya eh. Ndugu zangu, Mheshimiwa Musa Azan Zungu amemaliza kujieleza. Kama kuna maswali Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Ado, ndugu mgombea Mheshimiwa Zungu, ningependa kufahamu katika bunge utaloliongoza iwapo utachaguliwa kuwa spika, litakuwa na mchango gani katika kuboresha demokrasia nchini Tanzania hasa katika muktadha wa kujenga mwafaka wa kitaifa na kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafurahi na sana kwa swali zuri sana la Mheshimiwa Ado. Bunge hili litasimamia haki za watu. Bunge hili kama serikali ilivyotangaza mchakato wa katiba mpya uko njiani, na bunge hili ndio litosimamia katiba hilo na wale ambao tuko muundani ndio tutakiamua mustakabali mkubwa wa taifa letu kwa amani, utulivu na maendeleo ya taifa letu. Haya, swali la pili, swali la tatu. Aliko hapa eh? liko hapa swali ha. la... eh? Karibu, nashukuru sana Eh, Mheshimiwa mgombea, siku za nyuma uliwahi kuanzisha sera hapo bungeni ya jaza ujazwe. Sasa nilikuwa nataka nikuulize katika bunge hili la kumi na tatu sera hiyo ya jaza ujazwe unaioanisha vipi na dira ya maendeleo ya taifa ambayo umetuambia kwamba utaisimamia kikamilifu. <laughs> Mheshimiwa Zungu, hilo swali haliko kwenye ilani haliko kwenye dira, lakini kama unapenda kujibu, naweza kujibu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu ya spika ndani ya bunge hili yameainishwa kwenye kanuni mm. ya toleo jipya la mwaka 2025 tano kanuni ya nne mm. na haya ndiyo toka mwongozo wangu kwenye bunge hili. <laughs> Mheshimiwa Zungu